Na sasa tugeukie jinsi wa Kenya walivyopokea taarifa hiyo. Wakenya walimiminika nyumbani kwa marehemu kinara wa ODM Raila Odinga katika eneo la Kerarapon mtaani Karen baada ya taarifa za kifo chake kusambaa. Na maelfu ya Wakenya walipiga kambi nyumbani kwake kumuomboleza Raila huku wengi wakisema wamepoteza mwanga katika uongozi wa nchi na kiongozi ambaye alitegemewa na wengi. Aidha, viongozi mbalimbali pia walifika kuomboleza na jamii ya Odinga. Melita Ole Tengez alikuwa mtaani Karen kufuatilia matukio, na hii hapa taarifa yake. Pindi taarifa ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga iliposambaa, maelfu ya watu walianza kumiminika nyumbani kwake Kerarapon katika mtaa wa Karen kuanzia saa mbili asubuhi. Taarifa za kufariki kwake zikisambaa kwa haraka mno, huku watu wengi zaidi wakifika nyumbani kwake. Rais William Ruto naibu rais Kithure Kindiki wandani wa Raila Odinga wa chama cha ODM pia walifika nyumbani kwa Raila mwendo wa saa tatu kuomboleza na mama Aida Odinga na jamaa zake wa karibu. Waombolezaji walikuwa wamejawa na uchungu kufuatia taarifa hizo, wengi wakitokwa na machozi, huku biwi la simanzi likitanda. This is not happening man. Without baba we are not able bana. Tafadhali. Sasa hivi unaona vile nakaa gara, mimi siamini kitu imefanyika. Siamini, niko kwa ndoto, niko Karen, nimekaa katikati ya Karen, naenda kuangalia hivi nyuma, naangalia watu wengi wamejazana hapa. Kwa nini? Naendelea, baba baba ametuacha, kama ametuacha ukweli wakuja, lazima niangalie pale ameenda Papa ametuacha hali mbaya kwa saa hii, papa ametuacha ile hali mbaya, hatujui tunaanzia wapi tunamalizia wapi. Si wakaachi tumepaki bila papa, hatujui tunaanza wapi tunamalizia wapi juu sahi hata kuna roho ya kongea. Kama mimi ni chairman ya kibira ya maandamano, mimi sahi hakuna kitu tutasema, utasema to pole. Mungu tunajua bila mechukua Raila. Mwendo wa saa tano mkewe Raila Odinga alizungumza na waombolezaji kwa dakika chache akiwasihi kuwa watulivu. Alikuwa amezingirwa na wandani wa Raila Odinga, jamaa na marafiki wa familia hiyo, wengi wakionekana kugubikwa na huzuni kufuatia kifo cha Odinga. Mchana kutwa, viongozi walikuwa wakimiminika kutoa pole zao kwa familia ya Odinga, wengi wakimtaja kama kiongozi aliyejitolea kwa jino na ukucha kupigania haki za Wakenya.

So that is the spirit that he has left behind. As Kenyans, we must unite around his um, principles that he stood firm. Matayarisho ya mazishi yake zikianza mara moja huku waombolezaji zaidi wakitarajiwa kufika Kerarapon Karen kuomboleza na familia. Kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga ni pigo kubwa sio kwa wafuasi na wandani wake pekee, bali taifa nzima kwa jumla. Huku wengi wakitoa risala zao za rambirambi rambi na kumbukumbu kwamba atasalia kuwa mwanasiasa na kiongozi tajika katika historia ya nchi. Melita Oletenges, Karen.